in in in Jesus Jesus Jesus Jesus name name name name I I I I am am am am a a a a winner winner winner winner hallelujah! Oh, hebu njoo nikutengeneze hiyo nywele yako. Hata nilikuwa nimesahau, nimesaao. Hebu harakisha hey, njoo Hebu kaa hapa hata ilikuwa nimesahau, nyole yako inatakika na kusongwa. Nataka usimame tu. Unajua kesho tunaenda harusi. Ndio haya, kaa hapa mama. Nasikia kiu. Unasikia kiu mwanangu? Basi acha nikakuchukulia maji, naja. wewe na mamako wapenda sana kuomba. Sasa ngoja nikuonyeshe maji sasa hivi mwanangu, mimi nikakulete maji. Mbona jamani, mwanangu. Mwanangu, mwanangu, mwanangu, mimi najua mtetezi wangu yuhai. Tuyanchi, tuyanchi, tuyanchi atasimama Uyaanchi, juyaanchi, uyanchi atafimamu. Oh, lakini mimi ninajua tetezi wangu... Huwahi, kuna nini? Jirani, jirani, kuna nini eh? Oh, jirani, hapa ndo nimekuja. Huyu mwanangu ameniambia, nilikuwa nimemwita nimsonge, ehe, uh -huh, akaniambia kwa mama wangu, nasikia kiu ya maji, uh -huh, nikaenda kumchotea maji mwanangu, narudi yuko hivi jirani. Oh, mwanangu, shetani hana uweza kwa jina la Yesu. Shetani hana uweza wala mamlaka kwa jina la Yesu. Tulia jirani, tulia. Kwani mnaanzaje? Hebu nieleze. Huyu mwanangu nimemwitani msonge jirani, akaniambia kwa nasikia kiu. Nikenda kwa nyumba kumchukulia maji, narudi mwanangu yuko hali, nimemwamusha hata. Nimechoka jirani, ndio maana mimi kabisa nilikuwa nimekaa kule nyumbani, lakini nasikia yani nimekosa amani, moyo wangu umekosa amani kabisa. Nasikia tu moyo wangu unanihimiza kwamba nije hapa, kumbe kulikuwa kuna hili jambo hili. Jirani, hili jambo si la kawaida, lakini acha tumhusishe Mungu, kwa sababu hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Acha tuombe jirani. Uko sawa? Uko unaamini kabisa mwanangu atakuwa sawa, jirani, tukimwomba na nasoma Biblia yangu, ngoja chukua Biblia yangu tumuombe Mungu. Chukua tumuombe. Oh, asante Jehova. Baba ni katika jina la Yesu, ninamwombea huyu mtoto afunguliwe. Kila anga na kila mamlaka ya giza iliyomkamata imwachilie kwa, kwa, kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Funguliwa kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Yesu. Kwa kwa Yesu kwa kwa kwa Yesu. <tis> Kuna mutu amengianga anga zangu. Kuna mutu amengianga zangu sa so hata nijua mimi ni nani? <tis> Asante mtumishi, mwanangu amekuwa sawa mwanangu. Usinishukuru mimi, mimi sina uwezo wa kuponya huyu mtoto, ila Mungu mwenyewe ndiye ambaye amemponya huyu mtoto. Kwa hivyo, napaswa umshukuru Mungu kwa sababu uwezo wa kuponya ndo unatoka kwa Mungu uwezo kwa jina la Yesu. Kumbe ni wewe ndo ulikuwa mm, ulikuwa umemjaribu yule mtoto. Wewe ndo unaingia kwenye anga zangu wewe. Na hauta hauta mweza. Mimi ndo ndo naingia kwenye anga zangu. Naingia kwa anga zangu kivipi? Wewe. Naingia kwa anga zangu. Nakwambia huyu mtoto mimi ndo nimemroga oh, na nakwambia ukweli. Kumbe ni wewe basi hautamweza tena kwa sababu nguvu ya Mungu ipo juu ya yule mtoto. Hauna uweza tena wala mamlaka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hautamuweza kwa, kwa, kwa jina la Yesu. Kwa jina la la Yesu. Yesu kwa kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa ushindi. Asante Mungu kwa kuongoza. Mama, mshike Mungu vizuri. Mchawi kama anakufuatilia, ujue kwamba uko na kwa fuatilia, kitu nyota yako inang'ara kwa, sawa. Kwa hivyo hiyo nyota ndio ambayo inapigwa vita, kwa hivyo mshike Mungu vizuri naye hata acha ila ukombozi uko, uko juu yenu sahii, hamwezekani na hakuna silaha faulu juu ya maisha. Mbaki na amani ya Bwana. Asante mtumishe, pia wewe Mungu akulinde sana. Asante Yesu kwa kunikumbulia.